Mdau wa soka beti Afrika, leo ni siku nzuri sana. Tumeshuhudia uh, dabi nyingi zimepita hapo nyuma. Kuna dabi ya Tanzania, dabi ya Kariako imepita, lakini pia kuna Manchester derby sasa ambazo tayari zimepita. Leo tena tunakwenda kushuhudia dabi nyingine. Hii inafahamika kwa jina la Madrid dabi, Atletico Madrid Madrid dhidi ya Real Madrid, saa 11 jioni kinachapika Wanda Metropolitano ha? Gemu inakuwaje kwa sababu Madrid tunamfahamu amekuwa na msimu mzuri sana tangu ameanza. Atletico hajaanza vizuri, lakini unamuona kwamba kuna juhudi fulani anazifanya. Je, utakuwa ni mchezo wa aina gani? Kumbuka huyu ni dabi jamani, dabi ya Madrid eh? Ni mchezo uh, ni mgumu kwa sababu uh, Madrid dabi ile, imekaa imekaa kisiasa, imekaa yani ni dabi fulani ambayo sio uh, tu kimpira, yaani kuna sababu nyingi sana za kwa nini watu wanakuona ukizingatia uh, kama mechi za msimu kama miwili iliyopita hivi, hmm. finisha zashai kubaguliwa yani ko ni mechi fulani ambayo inakuwa ina ukakasi sana, maana tukutana na Real Madrid na Atletico Madrid. Sasa wanaenda kukutana safari hii Madrid akiwa bora sana, japo watu hawaimbi sana Real Madrid, awamuimbi sana kile ni Mbappe. Lakini amekuwa na msimu bora sana sasa hivi. Karibu kila mechi anatofauti. Yeye anakuja na aongei e ya, mm. sana. Yaani mpira au amejifunza. Eh, lakini pia kitu kingine cha tofauti ambacho <laughs> watu wanatikia ki-note ni kwamba Vinicius <laughs> uh, sasa hivi ni kama amekubali, ameaccept kwamba mimi tena sio mchezaji bora kwenye timu. Unajua ile? Amekubali kwamba mimi sasa hivi ni nikae, nimtengenezee Mbappe aweze kufunga. <laughs> Changamoto kubwa ya Madrid hasa msimu uliopita alivyokuja Mbappe ni kwamba Vinicius aka na mabawa kwamba na mimi nionyeshe. Lakini sasa hivi msimu huu, kama umegundua, anaanzia benchi mechi nyingine mm. Ameshakubali kwamba bwana, mimi timu ni akili ni Mbappe, kwa mimi inabidi nicheze, nimchezee. Uh, ni, ni, ni, ni, unajua kuna muda mwingine ukiwa na mchezaji bora kwenye timu unakua unacheza kwa ajili yake, na ukicheza kwa ajili yake maanake timu itakuwa inapata matokeo mechi mm. iliopita Madrid katoka kushinda goli nne moja. Umeona performance kubwa sana kwelikweli. Kuna Masatuono ule uh, wa Argentina anakiwasha kwelikweli. Kuna mm. beki wao Kaseres uh, ni raia wa Ureno kama sikosei mm. Anakiwasha kwelikweli, lakini pia huyu tikotiko amekuwa na msimu mbovu, wala sio kitu cha kupesa kabisa. Mdomo amekuwa na msimu mbovu, anashinda hata mechi ya mwisho ameshinda kimazabi, amecheza na maroka nyumbani ameshinda kimazabi kwelikweli, shinda kama, kama sikosei tatu mbili, ni hatrik ya Julian Alvarez ndiomokoa. Sasa tuko Madrid, anakuja akiwa ana majeraha anakuja akiwa ni yule simba ambaye amezeeka olakini Madrid kwenye fom kwelikweli, kwao itakuwa ni dabi ambayo uh, kama nilivyosema, dabi ngumu, lakini magoli wa kama watu wakubeti, watarajie magoli hapa, watarajie. Na mi binafsi naiona Madrid ikishinda mm -hmm. Mi binafsi nimeweka mzigo kabisa, Real Madrid anashinda, aai anashinda ugenini wanda Metropolitano bila changamoto, kwa sababu Atitiko msimu huu ana changamoto kabisa, ajanza vizuri kabisa umeona mm. bench la ufundi pia lina li kama umeona mechi iliyopita Julian Alvarez kabla ya hattrick mm. alifanywa sub mm. uh, kamera zikamulika ni kama alikuwa analamika hivi, kwa nini mimi, kwa Kispanish anasema mm. why always me. Ndio maana kama unaona mpira unaga wachezaji wakiwa wanaongea wanaziba mdomo eh, kwa sababu kama hizo sasa. Ile imetafsiriwa kwamba pia hata kwenye vyumba vya kubadilishia nguo hakuna eh hakuna mawasiliano mazuri kati ya pengine wachezaji, bench la ufundi na kocha mwenyewe Diego Simeone kwa hiyo itakuwa itampa changamoto sana hasa kwenye mm. ku, uh, kupambania ubingwa wa uh, La Liga wa, wa, wa ligi kuu nchini Hispania, lakini mm. pia kwenye mechi kama hizi za kudecide saa hiyo utakuwa bingwa au utashiriki mashindano ya Ulaya umeona, kwa hiyo itampa changamoto mechi ya leo mm. uh, naona kabisa Real Madrid akiondoka uh, kwa mbele. According to Ivan, hapa Ivan kwa upande wake amebezi sana kwamba akimwona Real Madrid akiondoka na ubingwa. It means akiondoka na ushindi, right? uh, it means amemfanya Atletico Madrid anaingia kama underdog akiwa hana ile furaha ama akiwa hana nyuso ya kutabasamu kwamba kuna something atapata. Na ukiangalia pia historia inaonyesha kwamba wakiwa nakutana mara nyingi sana Real Madrid akiwa akimkanda Atletico Madrid. Unadhani Atletico Madrid kuna mbinu gani ambazo anaweza kuzitumia? At least yakaonyesha kuna sura ya furaha kwa ajili ya kupata ushindi dhidi ya Real Madrid. Ah, nafikiri, nafikiri kwanza, kwanza kabisa mm. mechi na kama alivyosema mechi ya mechi ya mechi ya Madrid derby mara nyingi inakuaga ni mechi kubwa kwa sababu ya nje ya uwanja, lakini pia ndani ya uwanja unakutana na kocha wa Kiargentina Diego Simeone. Sio kocha mdogo, ni kocha ambaye amesha ameshafika kwenye hizi kwenye hizi stage mara nyingi stage za kucheza dabi, ameshacheza mpaka finali ya Champions League mara mara mbili, si ndio? Kwa hiyo ni kocha ambaye anajua hizi pressure na na kama, na kama sikosei, baada ya Julian Alvarez alipopiga hattrick aliongea kama maneno ya kumpoza kwamba Julian Alvarez ni kati ya ni kati wa washambuliaji bora sana duniani na alimtem kama yeye ndo mchambuliaji wake bora zaidi duniani, ni kupungusha ile kupunguza ile pressure kwenda kwenye hii mechi kwamba Alvarez ni niu yake itakuwaje kwenye Atletico Madrid ya kwao. Nadhani Diego Simeone yeye yeye ndo ana ana, ana ile ana ile ile kauli ya mwisho mm, ya kumkabidhi Madrid ushindi wa moja kwa moja, ambao mashabiki wengi wa soka tunaiona Madrid anaenda kushinda, kwa sababu amebadilika kweli, lakini Atletico Madrid ana kila silaha ya kumzuia, yes. Real Madrid wana wachezaji wazuri, kumbuka wana kocha mzuri mm, so, wana huyo Julian Alvarez. Unajua, ukitaja Julian Alvarez ni kwa sababu tu anacheza Atletico Madrid, timu ambayo haina maneno mengi, lakini ni bonge moja la mshambuliaji, yes. kwa hiyo unadhani Diego Simeone jinsi anavyoweza kuzisuka timu zake kiulinzi, nadhani atawapa tabu Real Madrid, japo Real Madrid wapo moto sana. Ukaongelea Kylian Mbappe ase, yani mpaka sasa hivi mpaka amebadilisha ile staili ya nywele tuna, sio ile low cut Mbappe, ni ameweka nywele fani ndefu hivi kwamba nimekuja tofauti yani, hata ukiangalia physicality yake unaona kabisa huyu jamaa kuna kitu amekifania msimu huu ni kama ameona watoto wadogo kama wanaletea dharau alafu mimi nacheza timu kubwa mm. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni mechi ngumu kwa kwa Atletico Madrid Madrid kama kama tulivyosema, mm. ataingia kama underdog mm. lakini Real Madrid pia nao bado bado hawajakutana na ile challenge challenge challenge, unajua mechi yao ya mwisho challenge Paris Saint-Germain, mm. mechi yao yao yao ya ya ya mwisho mwisho na na na ni Paris Saint-Germain. Kwa hiyo hii ndio challenge yao ya kwanza wamekutana na the sort of Real Sociedad lakini bado Real Sociedad hajafika pale kwa Atletico Madrid. Yeah. Yeah. Kwao nadhani hili ndio challenge yao ya kwanza sasa, yeah. Kweli unataka ubingwa La Liga, kweli unataka kurudi pale kwenye zile rank zako za UEFA Champions League yeah. Kwao hii ndio itakuwa test ya kwanza ya Real Madrid yeah, na watu wengi sasa sisi investors, tuna hapa Real Madrid nguvu kubwa sana. Lakini mimi nadhani Diego Simeone hata tuko Madrid jeshi lake wana wanajeshi kwa wanawanajeshi kweli. Yani, ukiongelea mtu kama Gala, ukiongelea kama huyo Simeone mtoto wake kocha mm -hmm. Ukiongelea mtu kama Llorente ni yale majeshi ambayo ukiwaambia leo nataka ile kiungo ya Madrid pale sifanye chochote na wanaenda kutimiza hiyo eh, kazi, kazi. Yani, ni watu ambao ukiwapa kazi wanaifanya kwa aina ya wachezaji ndio inaenda kutupa Madrid derby bora sana, okay. Kwa hiyo ni mechi ambao naiona kama alivyosema hiva, magoli yatakuwepo, yeah. Yani, kuna zile zitakuwepo nyingi sana kwa sababu Madrid ni watu ambao wanapenda kufungua sana offensive, yani wanataka wao muda wote wanashambulia, wa defensive wanakushambulia. Kwa hiyo mimi nadhani itakuwa ni mechi kali sana kuiangalia na hapa baada ya ninyi tu kuzungumza nimeona karata zenu nyingi tayari, tumeshampata vya madudu mazima. So kwa mtu ambaye uh, tumtengeneze bet builder, kwa sababu bet builder pia upande wa soka bet ni option ambayo inalipa sana, na ni watu nadhani, sijui hawajaifahamu, sijui hawajaitumia, lakini nikuambie tu mtazamaji kwamba bet builder ni kwamba mechi moja nakuingizia mtonyo mrefu Yani, mechi moja nakupa odds kumi, lakini pia nakuingizia mtonyo mrefu. Hebu tumtengenezee chap chapu hapa bet builder ya odds tano tu zinamtosha. Yani odds tano tu akiweka elfu kumi anaamka na shilingi elfu hamsini kwa kuongezea hapo kwenye bet builder okay. mechi moja unaweza kuweka masoko hadi sita, yani kwa hiyo hamna limit, unaweza kuweka mechi moja ukapata odds hata hamsini. Ni wewe mwenyewe mwekezaji unavyoona sasa mm -hmm. uh, mimi option ya kwanza simpi Madrid ashinde moja moja, kwa sababu tunatumia bet builder odds tutazipata. Madrid ashinde kipindi chochote Real Madrid to win either half, ashinde kipindi chochote, eidha kama ni cha kwanza ama cha pili pil. Okay. Sio lazima ashinde mechi yani, kipindi chochote kati ya hivyo akishinda. Hiyo ni option ya kwanza, mi naiyeka option hmm. Yeah. Yeah, ya pili, pili kwangu Madrid yapate goli mbili Madrid mpili, peke yake over 1.5. Yeah, naona inaenda kutokea kwa sababu ya ile threat ya Kylian Mbappe na Vinicius Jr unajua hapa amesema kuhusu Vinicius Vinicius Junior ni kama amefanya ame, ame, ame ame, kwa Kylian Mbappe ame. Lakini bado nyuma ya nyuma, nyuma ya ukuta ni kama anaitafuta kwa mashabiki kwamba mimi naenda kufanya kazi afu nyinyi sasa ndo mtasema right. Eh, nyinyi sasa ndo mtasema nani ndo king wa Bernabeu, umeona? Okay. Okay. Vinicius mwenyewe ni kama ana hasira za kucheza. Yes ana, anafanya kila kitu kwa ajili ya Kylian Mbappe, lakini yeye mwenyewe kuna improvement, kuna effort yeah, extra unaiona kwa Vinicius. Kwa hiyo, na nadhani ushambuliaji wa wa Madrid watakuwa threat sana kwa Atletico Madrid. Kwa hiyo goli mbili Real Madrid Ka ya, magoli hapo kama msema hmm. uh, lakini, lakini, kila kila lakini Madrid naye ushindi wake umekuwa mbili moja, zimekuwa kwa hiyo yeye mwenyewe hakuna namna, kama ukuta wake haujatengemaa vizuri, unafikika kwa hiyo magoli yatakuwepo. Hmm. Na kama ni GG, pia na hayo yote si hmm. maneno. Unajua, hii hmm. ni dabi bwana, au vipi? Watu washapigana sana nje ya uwanja. Kwa hiyo mimi nitaweka Atletico Madrid kadi za njano over 4.5 kadi tano. Kuna soko lingine mwekezaji ali, aliangali kwa jicho la mbali. Kuna soko linasema first half over 0.5 kadi yani, mm. hii uh, kwa mechi yoyote ile mwekezaji moja atafanya uchunguzi kwa pale soka bet uh, mechi yote ile over 0.5 kadi, yani kipindi cha kwanza kitokee kadi moja. Oh, yes. Njano. Sasa Yanjana, ili soko linawezekana likaonekana rahisi lakini pia likaa ni soko gumu mm, ila kwa sababu ni dabi na kama brother alivyosema mm, hapa dabi ya ya Madrid na intensity ni intensity kubwa, kwa hiyo tutarajie kuona kipindi cha kwanza kadi hata moja ikionyeshwa. Kwenye betguda yako pale unaweza ukaidumkiza ile over 0.5 first half kadi. Au moja tu ungekuwa na soko la kocha apate kadi <laughs> <laughs> ningeenda na Lucho. Diego Simeone lazima apate kadi kwenye mechi <laughs> kama hizi anakuaga <laughs> na moto sana anakuaga <laughs> <laughs> sema sana na wachezaji, hata mchezaji wa timu pinzani anaweza akakuwa, unajua, anakuagana mbwembwe sana yule Mwarjentina. Eba, na mdau wa Sokabet umesikia vizuri sana, wamekuonyesha wamekuonyesha mwanga, wameonyesha kwa namna gani wao kama wadau wa Sokabet wanaitazama dabi hii ya Madrid, lakini pia mbali na hapo wameenda mbali kabisa, wamekupa option mbalimbali mbali ambazo unaweza kubeti, unaweza kuplace hela yako na ukaweza kuondoka na mtoni. Nikukumbushe kwamba Sokabeti ndio sehemu sahihi, ndio sehemu pekee ambako ukiweka pesa yako iko salama, lakini pia inarudi na matunda, kwa sababu odds zake ni zimeshiba, odds zake zimenenepa, odds zake wanasema odds ni mchele, ziko fulu fulu. We mwenyewe tu uamue kwamba unaweka shilingi ngapi, kuanzia shilingi mia, shilingi hamsini, unaweza kubachili kupitia soka Sokobet amua ushindi wako.